Yes uh, niko na moja kati ya mwalimu huyu, ndo mwalimu wangu wa kunifundisha namna bora <laughs> ya kuishi ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Bwana Msukuma usiache kuniambia popote ninapochemsha, niambie na ananiambia, mimi nitakumenta mpaka utanyoka kama lula, na uzuri wana Kigoma wanakuelewa kama wanavyonielewa wana Geita. E, a Geita, ndugu yangu, mimi neno moja tu nalo nalonifurahisha e, elimu e, ni matendo unayowasaidia wanakigoma, ndio degree na makaratasi yeah, ni kwa faida yako na familia yako. Sasa tulipofikia goo yeah, la wananchi kwa sababu wameamua kutuamini sisi, ndio, watu wenye akili yeah, hata kama hatukupata hivyo vyeti yeah, na nimesikia juzi unasema unaenda kusoma, achana yeah, naye unatafuta mambo ya umma <laughs> yeah, yeah, na matatizo ya wa wananchi kwa sababu ukienda, yeah, kusoma sasa hivi yeah, utawazilishia wana Kigoma walifanya makosa no, yes, kukuchagua ka, ka, no, na nakuamini mimi ni kwamba uh, wasomi wa, wa wasomi, yapo mambo mazuri wameyafanya kwenye nchi yetu hmm. Ma, mengi sana mambo mazuri mengi wameyafanya. Kwa hiyo uh, yale tu, mazuri tunawapa sifa, yale ya uh, ambao sio sawa tunawapa tunawakosoa, tuna sasa lazima na mimi ni, ni kidogo nichukue na kwao kidogo, kuna yale mazuri walioyafanya wasomi. Sasa mimi Baba Levo kwa umri wetu kwetu hey. Shughulike na Levo amalize shule tafuta <laughs> hela, lakini ukakae shule hey. Kwanza sasa hivi mwenyewe una mdomo wei hey. Huyo mwalimu anapata dakika ngapi za kufundisha <laughs> au ah, unaenda kununua cheti sitaki za kwa mtu ambaye alikuwa na timamu hey, akapendwa na a akatenda matendo mpaka akaja. Hey, alafu kabla naambia leo naenda kusoma, maana yake wale walichagua mjinga. Sasa sitaki kuwa kwenye hilo group mimi, kama mwenyekiti wa watu wa darasa. Sasa naomba uh, nipate dawati da. Unaenda kushagisha na dawati wewe? mm -hmm. Mungu amekujalia riski yako ni kubwa skuu. tunaomba tusaidie Kigoma, kuna damage ya madawati dawati moja gharama yake inaenda kwenye elfu sitini kutokana na mkoa, elfu sitini themanini mpaka laki. Nisaidie madawati mzee wangu. Hamna ah! shida, kwa vile bunge limeanza tutakaa miezi mitatu hapa, utapata. Hamna shida. Baba yake ni Levo akeisha mheshimiwa, kama kamati gani? ah, ndugu yangu. niko kamati ya ah, sheria ndogo ndogo Yeah, sheria ndogo, sisi ndio ndo tutakuwa tunapanga zile sheria za sheria zile za halmashauri zote. hey, hey, sisi ndio wale wana sheria msomi ah, <laughs> kazi nzuri ongera. <laughs> naomba uh, nipate dawati, tunaenda kuchangisha madawati wewe. mm -hmm, Mungu amekujalia riziki, yako ni kubwa, tunaomba tusaidie Kigoma, kuna damage ya madawati <laughs> Sisi dawati moja gharama yake inaenda kwenye elfu sitini kutoka kutokana na, na mkoa, elfu sitini, themanini mpaka laki moja Nisaidia madawati mzee wangu. Hamna shida, kwa vile bunge limeanza tutakaa miezi mitatu hapa, utapata. Hamna shida ah!